Mtanzania usikae mbali huku, kuna jambo. Ni shirika la nyumba la taifa NHC, limeendelea kutimiza ndoto yake ya kuwawezesha watanzania kuwa na makazi bora nchi nzima, kwa kujenga nyumba za kisasa na kutoa fursa kwa wananchi kumiliki nyumba. Hapa nitakupitisha katika miradi mitatu tofauti ya kimkakati inayotekelezwa na shirika hili. Mradi wa kwanza ni Samia Housing Scheme uliopo Kijichi, jijini Dar es Salaam, umbali wa kilomita 15 kutoka katikati ya jiji hilo. Mradi huu ni mpya kabisa unaojumuisha ujenzi wa majengo 12 ya ghorofa nne, ambapo kila moja yatakuwa na nyumba 260, ukianza na nyumba 120, ambapo majengo matano yatakuwa na vyumba vitatu vya kulala, matano vyumba viwili na mawili chumba kimoja cha kulala. Mradi huu ni wa kipekee sana kwani hauko mbali kabisa na bahari, na ukiwa eneo la mradi unaliona daraja la Kigamboni kwa karibu karibu kabisa. Mradi wetu ni mradi ambao una bloko 12 ambapo 3 bedroom ziko tano, 2 bedroom ziko tano na one bedroom ziko mbili. Jumla tuna bloko 12. Na sasa hivi tumeanza na bloko tano ambayo one bedroom iko moja, alafu 3 bedroom ziko mbili na 2 bedroom ziko mbili na kama unavyoona kwa mradi wetu hapa ukiangalia, tunatumeweka kwa blocks e, block moja ambayo ina one bedroom kama tulivyotembelea pale e, tunaendelea na kazi ya formwork kwa ajili ya first floor slab ambayo kama tulivyopita pale tunaendelea nayo na tunategemea ndani ya, ya siku tatu, tutakuwa tumemaliza ili kuendelea na hatua nyingine ya nondo na zege kwa ajili ya maandalizo kuendelea na floors na jengo letu ni ground floor mpaka ghorofa ya nne, kwa maana itaendelea na process nyingine. Hiyo ni ya one bedroom ambayo tuko katika hizi bloko tano. Huu ni mfano mmoja wa nyumba ambao utakuwa una four apartment, kwa upande huu ni mbili na kwa upande ule zitakuwa mbili. Hii ndio itakuwa lifti, kwa sababu kwa ajili ya movement ya kwenda floor za juu, sababu jengo hili, majengo yetu yote yana G plus 4 ground floor mpaka fifth floor. Kwa sasa kwa upande wa lift tunaandaa nondo kwa ajili ya hizi foundation wall na baada ya hapo, tutazi tutamwaga zege pia tutaendelea na first floor. Hawa ni mafundi wanaendelea na kazi kama mnavyoona katika stage yetu ya kujenga ukuta wa foundation. Na kwa sasa asilimia imefika kwa sasa, walipofika wamefika asilimia sitini na itakamilika ndani ya wiki hii, tayari jengo litakuwa limekamilika kwa ajili ya kujaza udongo, kuendelea na first floor. Block hili linahusisha apartment sita kwa kila floor. Kwa hii block ya one bedroom ni moja kwa sasa tuliyoanza nayo, kwa haya matano ni moja, lakini baadaye kwa hii one bedroom block yatakuwa mawili, kama nilivyosema, two bedroom yatakuwa matano na three bedroom yatakuwa matano na jumla itakuwa kumi na mbili. Kwa sasa tuko kwenye kufunga formwork za first floor slab na baada ya kufunga hizo formwork za first floor slab tutafunga nondo kwa ajili ya kumwaga zege la first floor slab. Na baada ya hapo tutaendelea na columns za first floor na kufunga slab ya kuelekea second floor na huku tukiwa tunaendelea na kazi za walling. Katika jengo hili kuna apartment nne kuanzia G ground mpaka ghorofa la tano ni apartment nne ambayo litakuja kuleta. Kila apartment inahusisha vyumba vitatu vya kulala, kuna sitting room, kuna kitchen, kuna dining pamoja na toilet. Niwakaribisha sana. Ni mradi ambao kwa sasa hivi mauzo yake yanakwenda kwa kasi. Kama utakuwa umepitia katika mitandao yetu ya kijamii na maeneo mengine, utaona tukirusha sana huu mradi mm. Kwa kuwa nyumba ni mia moja na ishirini tu, basi maana yake ni kwamba eh, muda si mrefu, tutakuwa tunakamilisha mauzo ya nyumba hizi. Kao, niwakaribishe sana wale wanaosikia wateja wetu katika sehemu mbalimbali, unaweza ukaja ofisini kwetu moja kwa moja kupata taarifa, lakini pia unaweza kupata taarifa kupitia mtandao wetu wa kijamii. Lakini eh, <coughs> sio tu swala la kuuza nyumba, shirika la nyumba la taifa pia tunaangalia eh, hali ya uchumi wa wateja wetu na kupitia hili eh, shirika limeingia makubaliano na taasisi zaidi ya e ishirini za kifedha nchini, na lengo letu ni kwamba inawezekana kabisa kwamba nyumba tunayouza labda milioni mia, mia moja mteja asiwe na milioni mia moja mkononi, pamoja kwa na kwamba tunatoa muda wa malipo wa miaka miwili, lakini pia kuna fursa ya kuweza kukopeshwa pesa ya kununua nyumba kutoka katika hizi taasisi za fedha. Tulichokifanya sisi shirika la nyumba tumefanya makubaliano na hizi taasisi kwa ajili ya kukopesha wateja wetu, na hautakuwa na dhamana nyingine. Dhamana itakuwa ni nyumba ile ile ambayo unainunua kwa sisi. Tunawapa uhakika na kuwapa e, kuhakikishia benki kwamba mteja wetu atakapopewa nyumba, basi shirika litawajibika katika kuhakikisha kwamba kwa e, benki wanapata Eh, kile wanachostahili kupata ambacho mteja anapaswa kulipa kila mwezi. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine nzuri ambayo mteja eh, anaweza akaitumia pia katika kupata fedha ili kuweza kuweza kununua E, nyumba hizi. Mradi wa pili ni wa ubia unaotekelezwa katika eneo la Kariakoo, kitovu cha biashara Afrika Mashariki na Kati, ambao umebadili kabisa mandhari ya eneo hilo na kulifanya kuwa na mwonekano wa kisasa, likiongeza maradufu idadi ya wakazi wa eneo hilo pamoja na wafanyabiashara na kufungua zaidi fursa za kiuchumi na biashara. Miradi ilianza rasmi uh, mwezi wa 4 2024 mpaka sasa hivi tuna miradi kadhaa ambayo iko hatua ya mwisho ya utekelezaji. Tuna mradi mmoja ambao umeshakamilika tunaweza tukasema kwa asilimia tisini na nane na miradi mingine mitano ambayo iko kwenye hatua za mwisho za kuweza kukamilika. Aa, katika miradi hii tuna miradi mitano ambayo imeweza kupata, tunasema kibali cha matumizi ya maeneo ambayo yamekamilika. Kwa lugha ya kigeni tunaita partial occupation. Kwa hatua kama hiyo imeweza kutusaidia kwamba ndani ya mwaka mmoja ambao tulivunja majengo yetu kwa ajili ya kuweka majengo mapya, na sisi tuliweka tuli estimate kwamba ndani ya miaka miwili ndio tutakuwa tumeanza kupokea mapato kutokana na, na miradi hii mipya, lakini tunamshukuru Mungu, kwamba ndani ya mwaka mmoja tumeanza kupokea mapato katika miradi hii ambayo bado inaendelea. Baada ya kuzindua sera ya ubia na tukaanza miradi Kariakoo, mwitikio wa wawekezaji umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu tumeweza kusaini mikataba ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tatu mpaka elfu mbili na ishirini na nne. Mpaka sasa hivi tumepokea maombi zaidi ya mia moja ya wabia wengine ambao wanataka kufanya miradi sehemu mbalimbali nchini. Lakini tukirudi kwenye eneo la Kariakoo ambalo ni ki, eneo ninasema ki, kitovu cha biashara, maeneo karibu yote ya taasisi tayari yana waombaji ambao wanataka kuendeleza maeneo yale. Kwa hiyo kwa sababu tumeona sera ya ubia imeweza kutufanikisha kuweka zile nyumba zetu ambazo zilikuwa kwenye hali mbaya sana, ambayo itakiwa ziwe condemned au ni nyumba ambazo inabidi kuzibomoa na kujenga wenyewe kwa fedha zetu wenyewe, lakini tumeweza kwa kushirikiana na watu binafsi, tumeweza kupaendeleza eneo la Kariakoo kwa muda mfupi sana na kwa gharama ambayo tunaweza kusema kwa, kwa gharama ndogo sana na inaenda kutupa mapato zaidi ya asilimia mia moja yale tulikuwa tunayapokea awali. Si hiyo tu, bali mradi wa tatu ninaokuletea ni mradi wa nyumba mia nne uliopo Kawe maarufu kama Kawe 711. Mradi huu una majengo yenye ghorofa kumi na saba yenye nyumba za vyumba viwili, vitatu na vinne vya kulala. Habari nzuri kwako Mtanzania ni kwamba ujenzi wa mradi huu sasa umefikia asilimia sitini ukitarajiwa kukamilika mwezi Aprili 2026. mradi huu upo umbali wa mita mia tatu tu kutoka baharini. Mradi huu ni mradi ambao una nyumba za vyumba viwili, vitatu na vinne na jumla kwenda juu ni ghorofa kumi na saba. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapita maeneo ya Kawe ulia kwako, kama unaelekea Mbezi utauona mradi huu karibu na hoteli ya Pikolo, na mauzo yake yameanza tangu mwaka jana. Kwa sasa hivi e, tunashuhudia e, mauzo yake yakipanda kwa kasi, kwa watu wanavyozidi kupata imani, wanavyoona wana jengo linakamilika, limeshaanza kupakwa rangi nje. Lakini pia ni mradi ambao hautaishia kuwa na makazi tu, ni mradi ambao utakuwa na maduka utakuwa na sehemu za michezo, utakuwa na swimming pool kubwa, utakuwa na mabenki, utakuwa na gym na maeneo mbalimbali, kwa utakuwa ni mradi mmoja mkubwa sana. Tunatarajia kwamba tunapoelekea mwezi wa nne, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutakabidhi rasmi kwa wale wateja wetu ambao tayari wana wameshakamilisha malipo na ambao wanaendelea kukamilisha malipo. Kwa sasa hivi mradi wetu umeshavuka asilimia sitini. Kwa hiyo tuko katika hatua ambazo ni za mwisho kabisa kabla mkandarasi hajakabidhi mradi huu rasmi kwa. Nichukue fursa hii pia kuwakaribisha katika mradi huu. Tuna ofisi za mauzo katika eneo la, la mradi. Ukifika katika eneo la mradi, utawakuta maafisa mauzo wako pale na watakuhudumia vizuri sana. Bila shaka umepata picha kamili kuhusu miradi hii mitatu ya kimkakati inayotekelezwa na NHC. Sasa basi usipitwe na fursa hii adhimu. Waone sasa ili uweze kumiliki nyumba yako. NHC tunajenga taifa letu.